hatua zile unazotembea mazoezi ya kukimbia, ukiwa unakimbia, yote hayo yatakusaidia wewe kuweza kuingiza fedha hapo hapo ulipo. account nani application hii inaitwa paid to go, paid to go. Hiyo hapo naona naiona hapo juu, ndivyo ilivyo application hiyo. Ni rahisi sana kutumia jamani, kuna watu wanaingiza fedha, wanaweza kukuta anakuta mtu unaweza ukajiuliza, kuna watu mtu, vipi anaendesha maisha yake yapo vizuri, lakini humuoni anawajibika katika kazi ambazo pengine wewe unazifanya. Labda wewe unaenda kwenye vibarua unafanya kazi zingine, lakini unaona mtu unaona mtu kila hawajibiki sana lakini maisha yake yanaenda tu simple, yako vizuri. So nataka nikwambie kunazo fursa nyingi, fursa ni nyingi ambazo zipo ambazo unaweza ukazitumia na ukawa unajiingizia kipato hapo hapo ulipo. Kwa hiyo wengi wanatumia machimbo haya ambayo na mimi nakuletea. Kwa hiyo sasa leo nataka nikuelekeze namna gani ambavyo application hii inafanya kazi. Namna gani unaweza kaifungua, namna gani unaweza kaitumia, hivyo tu. Moja ni kuhakikisha unafanya mazoezi. Ukiwa unafanya mazoezi, unapata fedha nyingi. Ukiwa unafanya challenge, kuna challenge pale zinawekwa pale. Kwamba ukukimbia kwa mwezi mzima, kimbie hatua uh, zile hatua za kuhesabu ziwe uh, mfano laki mbili na elfu tatu elfu mbili ndani ya mwezi mzima. Sasa kwa wale wakimbiaji wenzangu hapa, hii kitu naona mnaiweza. Ni kidogo tu, kila mwezi unahakika kupata hata dola mia hasa ukiwa ni mtu ambaye unafanya ni mazoezi sana. Ni application ya mazoezi tu, alafu inakuongezea fedha hapo hapo, njoo nikuoneshe machimbo kama haya. Karibu. Kwa hiyo sasa, unachokifanya unakuja hapa kwenye simu yako moja kwa moja unakuja kwenye simu yako, na unachotakiwa kufanya sasa hivi ni kuingia App Store kuchukua application yetu kuiangalia sasa ili tuweze kuidownload kabisa. Kwa hiyo unachofanya hapa sasa hivi, ukishafika hapa, unakuja sehemu ya kusachi unaandika sasa hapa Paid to Go. Kwa hiyo unakubali Application inakuwa kama hivyo ilivyo hapo, inakuwa hivyo kwa sababu nayo mimi inahitaji ni, ni update sasa. Kwa hiyo tunachokifanya hapa tuna update application yetu, itachukua muda mfupi tu. Kwa hiyo tunaona, tayari tunaenda kuifungua sasa application yetu, tuone namna inavyofanya kazi. Kwa ukibonyeza ukifungua ina, inafunguka kama hivyo na inakuja sasa kuonesha namna ilivyo hapo. Inatuambia kama tunaweza ku play game lakini hapana, tunaenda kuonesha kwanza, kwanza, washikaji zetu namna ambavyo watu wengine wamekuwa wakiingiza fedha kwa application. Ipo kama muonekano wake ni kama huu hapa unavyoona sasa. Hapa unachotakiwa cha kwanza kama ndo umefungua itabidi ufungue account, itakuwa ni vyema sana ukifungua akaunti yako, ambapo ukija hapa kwenye alama ya setting, unaweka hapo kuna majina yako, email yako na taarifa zingine zitakuwa zina unaomba hapo, kwa sababu tayari tayari ushafungua akaunti yako na utarudi sasa huku. Leo nataka nikuoneshe tu namna gani ambavyo unaweza ukawa unaingiza fedha kupitia application hii. Alafu siku nyingine nitakuonesha namna gani ambavyo unaweza ukawa unaweza kutoa fedha. Sasa hapa kama unavyoona, hii moja ni kwenye nyekundu ni maili ambazo umetembea. Ndo inakuwa hapo lakini hizo namba mbili hapo ni kwenye ambazo unaingiza hivyo. Kwa application yetu inakuwa kama hivyo, ilivyo. Hizo namba ambazo zinaonekana katikati ni ndio step ambayo nimepiga kuanzia leo, unaona ni mia moja arobaini na mbili sijatembea yani hizo ni za kupiga ni round tu hapa hapa nyumbani. Kwa hiyo application inakuwa kama hivyo ilivyo. Hapa unaona ni current step, step za kila siku, daily target elfu saba mia mbili kono kila, kila, kila siku uweze kutembea elfu saba mia mbili yani hizo pige hizo step sasa, ukishuka so, hapa chini ukishuka hapa chini kuna eh, kuplay game unaweza ukawa unaingiza hizi coin kwa kuplay game. Kiplay game tu unaweza ukawa unaingiza hizo coin, kwa hiyo tunabonyeza kwanza hapo ili tukuoneshe Kwa hiyo ukija hapa unakuta game, ndio tunatafuta sasa, ili tukuonesha namna gani unaweza kuwa unaingiza hizo coin kujiingizia fedha. Hata kama ukimbii, unaweza kuwa unacheza tu game na ukawa unaingiza fedha. Kwa hiyo unachotakiwa sasa hivi, tumia simu kwa manufaa mazuri, sio unacheza game ambazo hazikufaidishi chochote. Kwa hiyo ukija hapa kwenye play na una play game zako zinakuwa tayari. Kwa hiyo unakuwa unaingiza namna unavyo play unavyoenda, step by step step nyingine unaingiza fedha tayari. Aina nyingine ni hii hapa kuangalia, ambayo zinawekwa huko, unakuwa unaingiza pia fedha. Ni unabonyeza unakuja upande wa hapa wa pili, unaangalia, mimi tayari nina dola yangu moja na pointi ishirini na saba ni ya kwangu hiyo, nikiamua kuitoa naweza nikaitoa. Kwa hiyo bado unaona, bado ni ndogo, hadi zikifika nyingi ndo naweza nikatoa tena. Nilikwambia awali ya kuangalia hizo aji na kuweza kupata point zingine. Unaona, kunakuja tangazo hilo tangazo linadumu ndani ya dakika moja. Kwa sisi tunachokifanya tunasubiri ndani ya dakika moja, ili tuweze kuingiza fedha zetu na sisi sasa, kwa kuangalia tu hilo hilo tangazo ambalo lipo hapo ambalo unaliona kwa sasa hivi. Matumizi ya simu inabidi yawe na manufaa mengi sana, sio unaangalia tu matangazo ambayo yakufaidisha chochote. Sasa ile tangazo ukiliangalia lenyewe lina ina kuingizia fedha kwa tunasubiri hapo, unasubiri ukibonyeza hilo tangazo, na kwa kila siku ni matangazo matano. Matangazo matano yanakuwepo hapo, unabonyeza na unaingiza kwenye zako tano, ambazo ukienda kule zinajikonvert tayari, zinakuwa ni dola tayari. Kwa sasa, lazima ufanye vitu na simu yako, hilo bando lako usilioni kama vile alifai, lazima ulichukulie serious kabisa. Kwa hiyo hapo tunaona nani, baada ya tangazo kuisha inamaana tayari tumeingiza fedha zetu. Kwa ukija sasa, unakuja kuangalia nakuta po weni zimeongezeka, zimeongezeka. Ukisubiri kidogo tena hapo utazikuta zina, zina riwadi zinaongezeka, zinaongezeka, zinakuja, zitakuwa ishirini na nane. Nataka nikuoneshe sasa namna ambavyo unaweza ukaingiza zaidi pesa kwa ajili ya sababu hizi hapa challenge challenge, pia unaweza ukaingiza fedha challenge. Zinafanywa kwa muda wa mwezi mzima, kwa hiyo unakuja, kwa mfano hapa, ukifika hapa, kuna hii hapa challenge, beti yake ni dola ishirini na tano. Kwa hiyo hapo mnaweza mkaweka watu, kwa mfano, watu wanne, hamjuani lakini mnatokea wapi, kila mtu anaweka from Uh, all over the world, kutoka dunia nzima, hapo ulipo na tanoatua ni atua laki mbili na elfu kumi na sita unakimbia kuanzia tarehe nane Juni e, saa sita usiku, kuanzia saa sita usiku hadi mwisho ni tarehe saba Julai saa tano usiku na dakika hamsini na tisa meo kwa hiyo ukiweza kutarget na ku, na kuweza kupata hizo hizo hatua laki mbili na elfu kumi na sita unakuwa tayari unachukua fedha yote ambayo utakuwa umeweka hapo. Hizi ndio beti za uhakika ambazo pia unaweka afya yako vizuri na salama. Kwa hiyo hapa ukija hapa kwenye hizi challenge za hivi unaweza ukajichukulia fedha. Kama wewe ni mwanamichezo, hii application inakufaa zaidi sana, maana ukikimbia tu ni kama ndani ya siku ngapi tayari unakuwa umejiingizia fedha zako nzuri. Wengi wanaingiza fedha sana kupitia application hii. Wanaingiza fedha sana kupitia application hii. Unaweza ukashangaa ndani ya mwezi mmoja huu, unaweza ukaingiza hapa hiyo dola mia ukaipata na ukaja kwenye zile kwenye ambazo unazipata una kwa kutembea pia, upande wa pili pia unaingiza fedha kwa hata dola 150 unaweza ukaziingiza kwa mwezi. Kwa sasa nataka nikuoneshe kwa, kwa mfano ni ile target iliyokuwa pale ile challenge ya laki mbili na elfu kumi na sita namna ambavyo unaweza ukaimaliza mapema sana. Kwa mfano, Julai moja hadi saba, naona nilipo hapa nilikimbia elfu tisa mia tatu kumi na tatu hatua nilizopiga hizo. Sehemu yote utakakuta kwamba kuna, ya nini, kuna average kubwa ya ku, ya step ya nini, nilikimbia nilifanya mazoezi. Ukija sasa hapa tarehe kumi na nane hadi tarehe ishirini na nne Mei nilikimbia nilipiga stepu elfu ishirini na moja mia moja sitini na nne Sasa unaona sasa, ukisema pale kufikia laki mbili ni kama ndani ya siku ishirini hivi ama siku kumi na kidogo. Kwa hiyo hapa ni elfu ishirini na moja na mia moja sitini na nne kwa na ile challenge pale, kama ningesema na mimi niweke pale, ni beti pale niweke hiyo dola ishirini na tano ningechukua kabla hata huo mwezi hujaisha, hii fedha ingekuwa ni ya kwangu namna mtakavyokuwa tu wengi pale wameweka watu itakusaidia wa sana ukitumia application, na wakati mwingine takua kukuonesha namna gani ambavyo unaweza ukapakua fedha yako. Ni rahisi sana ukapakua fedha na ukaweka kwenye simu yako, inaingia moja kwa moja kwenye line yako, wala hapa kuhitaji siyo uwe na bank account wala nini no. line yako hiyo ulionayo, unachukua fedha hapo, unaitoa na unaendelea na maisha yako. Maisha ni simple. Tumia matumizi mazuri ya simu yako utapata faida ya kubwa sana, hilo bando ambalo unalinunua hiyo fedha uyogoti una, unaifanyia kazi, jasho linakutoka kooni lazima pia uangalie namna gani vitu ambavyo vinaweza kukusaidia kuweza kupata kipato. Asante sana, endelea kuwa na nasi buzaburi kwenye chaneli yangu wakati wote. Asante.